Tangu jambo hili litokee sasa ni miaka mia moja na kumi na nane. Kwa hiyo ni muda mrefu sana. Watu waliyepata madhila ya namna hii kama ya huyu mwama ni wakina Mkwawa na fugu la Mkwawa lilikishaletwa siku nyingi, wakati wa uongozi wa baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Sasa mimi niseme machache haya machache niliyazungumza, ili tuweze kufikiri, tunapewa kufikiri mambo haya. Kuna dhana mbili kubwa kuhusu binadamu wetu. Dhana ya kwanza kwa Wakristo inasema Mungu alimuumba binadamu kwa mfano wake. Dhana ya pili, binadamu wote ni sawa. Tumesikia historia ya huyu mama anaposema binadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu, maana yake kwamba huyu mtu anayesemwa aliumbwa kwa mfano wa Mungu, dhamira yake ni ya pekee. Anajifunza kutoka huko unyenyekevu. Binadamu lazima awe mnyenyekevu, akijua kwamba yeye sio mwisho wa ulimwengu, kwamba yeye ni matokeo ya jambo lingine. Watu wetu wa hapa wanasema Mungu alimuumba binadamu kwa, wanamwita Mungu Mashunda, amemumba mwanadamu, na mwanadamu huyu amepewa uwezo na haki ya kukaa mahali fulani pawe mahali pa makazi yake, hakupangiwa na mtu, amepangiwa na Mungu mwenyewe, na mahali pale aendeleze kwa maisha yake ya kijamii binafsi, na kwa maisha yake ya uchumi. Hali hii ndio aliyemfanya huyu mama apate matatizo. Sasa tuseme jambo hili limetokea baada ya mkutano wa wazungu unaoitwa Berlin Conference mwaka 1884 mpaka 85, wazungu walipoamua kugawanya nchi za Afrika, Wajerumani walipewa Tanganyika. Haikuwa Tanganyika tu, ilikuwa Tanganyika, Burundi na Rwanda na ziliitwa kwa lugha ya Kijerumani wakati ule Deutsch Ost Africa, maana Afrika ya mashariki ya Wajerumani. Halafu ikawa na koloni nyingine huko Kameruni, halafu ikawa na koloni nyingine huko Namibia ambaye ni Namibia leo halafu ikawa na koloni nyingine huko Papua New Guinea kaskazini, eh kusini mwa Australia. Sasa, baada ya kupata hizo koloni, ndio wakaja hapa Singida. Mjerumani alifika mwaka elfu moja mia nane na tisini na tatu akaanza kuvijari na kutengeneza mambo yake na koloni hii ya Tanganyika. Hapa Singida ndio Mjerumani aliipenda sana ndio gombi umaanzia poana Mamaliti aliipenda sana mjerumani hii koloni, ambao mahali pake hapa ni Singida, kwa sababu kulikuwa na chakula tele. Kuna mbuzi, kuna ng'ombe, kuna kuku, kuna nafaka. Sasa mjerumani alichokifanya ni kuwanyang'anya watu hawa chakula chao, mikugo mimi sasa. Mamaliti akagoma, kwa sababu ya mfano kambonomii akagoma na mba, njia, usaliti. Katika kugoma huko kunyang'anywa hivi viti vitu ndio akaanza matatizo na Wajerumani, wakaona kwamba hakuna njia zikummaliza basi ndio wakapata msaliti. Tuliambiwa katika historia Igwe alikwenda mpaka kule Kilimatinde kuwafuata Wajerumani, lakini nisaishe kidogo, sio kwenda kutafuta uchifu, alikwenda kutafuta kumwondoa huyu Liti. Sasa na wajerumani wakafurahi kumtumia mtu, maana wanasema Waswahili kikulacho kiko wapi? Haya, basi, mtajua wenyewe. Basi akaenda huko, Igwe alitafuta kila njia, hakuweza kufanikiwa. Baadaye akamwingia huyu mama anayeitwa Sie ambaye ni mke wa shemeji yake Liti Kidanka, na huyu Sie walikuwa wanafanya shughuli hizi za kuzindika pamoja na Liti kwa hiyo alikuwa ni kama mwenzake. Basi alipomwingia huyu Sie ndipo alipo faulu. Walikuja Wajerumani, waliletwa na Igwe na Igwe aliwaleta siku ile. Huyu mama alipoona kwamba ndio anafika mwisho wa, wa kuuawa, alichukua kigoda ambacho kililetwa kama hapa akakaa katikati ya boma lake akamwambia mume wake kwamba leo ninakufa. Akawafundika watoto wake na kilindo, kama alivyosema Elia, yeye akakaa pale, mume wake akakaa kwenye nyumba ya wanaume kinyaturu naitwa idimu, akajifungia kule. Sasa walipokuja maadui pamoja na ivwe, ili wajerumani hawa wasije wakakosea wakaua mtu mwingine. Kwa hiyo walikuwa pamoja na ivwe wakamkuta mama amekaa hapa juju, akawaambia ndio huyu. Sasa katika purukushani hizo, Nyalando akatoka kwenye dimu alikojificha. Alipotoka tu akapigwa risasi, akaanguka aka lichi, akasema akawaambia hawa adui zake, mimi msinipige risasi, mnichinje eh, ni mtu wa pekee hapo, mnichinje. Sasa wakati wa purukushani hizo ndio huyu kijana wake Kidanka mliyemsikia, akapomoa nyumba zetu hizi za miti za wakati. Yule akatoka akakimbia akapigwa risasi, lakini ikomkoruza, haikumpata akatoroka. Mama huyu akachinjwa, Wajerumani wakachukua kiki, wakawachukua watoto hawani, e sisa amwai na Singida mwenyewe watatu, wakachukuliwa wakapelekwa mkwarango Dar es Salaam. Sasa haijulikani ilikuwaji huku ilikuwa na ni bahati mbaya, kuna mazungumzo ya hewani ambayo inataka yafanyiwa utafiti ili yanayozungumzwa yawe ya kweli. Mimi mwaka 1966 nilitembea sehemu yote ya, ya Turu kufanya utafiti juu ya mina na desturi hasa kwenye swala la ndoa, ndipo Mzee Hamisi Dauri Linja nikakutana naye akanipa taarifa ya huyu liti nikaenda sikuonana naye tena mpaka mwaka 1976 wakati ule wa mwaka uh, sitini na sita nilikuwa nafanya mitihani yangu ya diploma ya Makerere na ndiyo maana nilifika hapa nikakutana na huyo mzee mwaka 1976 nikamjia tena wakati huo nikifanya utafiti wa shahada yangu ya udaktari juu ya ujamaa na wajibu wa kanisa katika Tanzania. Sasa nilipofika, huyu mzee akaniambia leo bwana, mimi nataka kukuambia kwamba ufanye juu chini, nimeisha kuambia habari ya Lichi, juu chini uhakikishe kwamba fuvu ya huyu mama limerudishwa kwa familia yake. Kwa hiyo imechukua miaka mingi na mimi nilikuwa natengeneza miundo mbinu ya kufanya jambo hilo. Nimefika Ujerumani mara nyingi, nimekaa na huko nimezungumza nao, wamesikitika wajerumani kweli, lakini bado haitoshi. Wanasema katika mkoa huu wa Singida kuna mafuku ya watu mia mbili, na katika hayo mia mbili moja tu ndio la mwanamke. Kwa hiyo tunahisi labda ndio la mama yetu huyu, lakini itahitaji vinasaba vichukuliwe ili onekane kama ni yeye kweli, halafu nikawashirikisha watu wengine baada ya kuona jambo hili, na watu wengine niliyowashirikisha wa kwanza ili kujisaidia jambo hili, maana peke yangu nisingeliweza. Nikamwambia huyu, anaitwa ndugu Kuki, yuko hapa, Siki yuko wapi? ana ana, ana kamera. Huyu ndio nilimwambia, andike makala ya kwanza ya huyu mama. Baadaye nikatengeneza kikundi cha watu wachache moja katika hao watu wachache ni mzee Barinaba. Hapa nikazungumza tu, nika nikatengeneza tukaandika mambo kuhusu mambo mengi tu ili ifikie jambo hili hatua nyingine, nikaona nitumie watu walioko Dar es Salaam na shuhuru moja yuko hapa, ndugu Alfred Ringi, asimame. Nikamwambia bwana, wewe utakuwa ndio katibu wetu utuandikie barua kwa serikali na akaandika barua kwa wizara ya mambo ya kale kuomba hili swala la fugra la huyu mama yetu lirudishwe. Lakini pia nikamwomba Fadha Kitima huyu padri, ambayo ni katibu wa maaskofu wa Roman Katoliki Dar es Salaam. Kwa hiyo yeye hawa mwenyekiti na ndugu Nyalani ndio katibu wetu nikamtuma aende kwenye ubalozi wa Ujerumani akaenda akaonana na Wajerumani. Basi sikukuu ya miaka sitini ya mkoa wa Singida, rais wetu Samia Suluhu Hassan alikuja, na sisi tulikuwepo, na mimi nikamuuliza jambo hili la LITI kwamba tumeandika barua kwenye ofisi yake ya wizara ya mambo ya kale, na yeye mama huyu akaahidi kwamba atafuatilia jambo hili, na kwa kweli nilifuatiliwa, na leo tunaendelea kuona swali hili, na tunamshukuru sana mkuu wetu wa mkoa kwa juhudi zake zote ambazo wamezifanya mpaka tumefikia hapa. Kwa hiyo tukubali kwamba uchelewe, lakini ufike. Kwa hiyo mimi niseme, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Nilikuwa mmoja mojawapo, mwalimu, tuna bahati ya kuwa na mkuu wa mkoa ambaye naye amekuwa na bahati kuainisha jambo hili katika mkoa wake, jambo hili ambalo tunasema ni wendetu waliolala kwa ajili ya kupigania nchi yao. Lingine ambalo ninaweza nikasema nikiangalia ninyi wazaliwa wote wa hapa ankutazamia kwamba jambo hili lingeweza kutokea siku moja, ilikuwa ni hali ilitu, basi tumewazika wenzetu, tumewazika tu, imetosha. Lakini kumi ni bahati njema, Mungu ameweka nafasi yake ya pekee jambo hili litokee. Kwa nani? Kwa sisi ambao bado tunapumua katika nchi hii. Lingine la mwisho, asanteni, twende mbele